Leo kuna vitu vingi sana vinaanzishwa. Nilipata kuvizungumza siku moja, siku ya Ijumaa. Simu hizi ambazo tunazitumia wenzetu, katika simu wameweka programu za siri zaidi ambazo hauwezi kuzigundua, lakini hizi programu ni mafaili maalum ambayo yanayonakili na kusajili mwenendo wako mzima wa kila siku. Kwa kupitia faili hizo ambazo zinaripoti makao makuu Uingereza, wanajua kwamba huyu mtu anapenda sana kuangalia taarifa gani katika simu, anapenda kukomenti vitu gani katika simu, anapenda kuchukia anapoona jambo gani kwenye simu. Ndio maana leo unaweza ukafungua simu ukaona unaletewa picha tofauti, hata zile ambazo zinazohusisha masuala ya kijinsia unaonyeshwa katika nini katika simu? Maana yake ni kwamba ubongo wako na fikira zako kule zimekusha ripoti, wamejua wewe unapenda nini. Mambo ambayo hauwezi ukayakuta Irani, hauwezi ukayakuta Rusia, hauwezi ukayakuta China, hauwezi ukayakuta Korea kwa <tuhum> vizuri, lakini ukija kwetu unayakuta kwa nini? Unayakuta kwa sababu, kwa kupitia hizo program wanakutabiria maisha yako yanatakiwa yaweje, wanakupangia maisha yako yaweje. Tumefahamia na vizuri ndio maana unaona leo vijana wetu hawaeleweki. Ukiwaambia ingieni, wenyewe wanatoka. Okay, ukiambiwa tokeni wanafanyaje wanaingia lakini hizi programu zimeanzishwa maalum kwa ajili ya kupoteza uwezo wa vijana kwa sababu vijana ndio rasilimali ya yani nchi katika upande wa mageuzi kijana ndiye anayetegemewa katika kutengeneza uchumi kijana ndiye anayetegemewa katika elimu kijana ndiye anayetegemewa katika afya. Sasa ukishaharibiwa katika afya ya akili, utakuwa na vijana hapo, uwezikuwa na vijana. Ndio maana leo tuna vijana wengi, lakini tazama akili zao, nini wanachowaza? Maana wewe unakuja unashawishiwa, sasa fanye maandamano, na wewe unafanyaje? Unakubali, unaingia, lakini bila kujua kwamba Amani ndiyo msingi wa maendeleo, amani ndiyo msingi wa mageuzi, amani ndiyo msingi utakaosababisha wewe utengeneze al-iqtisadul qawi, uchumi wenye nguvu. Ukikosa amani, hauwezi kuwa na uchumi uliokuwa bora. Ukikosa na amani, hauwezi kuwa na afya iliyokuwa bora. Ukikosa amani, hauwezi kuwa na elimu iliyokuwa bora. Ukikosa amani huwezi kuwa na maisha yaliyokuwa bora. Nitatoa mfano kinachotokea leo katika ardhi ya Kongo, si mnakiona? Mnaweza mkajiuliza yale mambo yanayotokea ni makusudi, bahati mbaya au yamepangwa muda mrefu yamepangwa muda mrefu. Lakini anayetumika ni nani? Ni kijana au mzee? Anayetumika ni kijana, lakini yale ni matokeo baada ya kuingiziwa fikra kwa muda mrefu, kwamba namna gani tunakwenda kuchota rasilimali zao. Wakaingiziwa fikra hiyo, kaona kwamba wabantu sisi kawa ni watu tumejikita katika maisha ya anasa, ambiance, pede Mulumba, wana majina yao, ped Mulumba, akivuka mai, akikanyaga mai inatoka vumbi, majina yao ambiance, wanawaza starehe, wakawekewa na wasichana mle ndani. Sasa na sisi wa bantu tukishaona wasichana tena, sisi watoto wa kitusi, hatari sana akili inavurugika kwa sababu ya kupenda bonjele, kumbe tunaharibiwa. Sasa kilichotokea ni nini? Kwamba wale wote walioingia kwa niaba ya kufanya kazi na maisha ya starehe, wote wakageuka kuwa ni askari, kifaamiana vizuri, wote wakageuka kuwa ni nani? Kuwa ni askari. Kwa hiyo hata sisi leo ukizunguka, utaona mabaa kila sehemu, madanguro ya watu wanajiuza, lakini nafikia mahala hata wanaojiuza hawatoki hapa, pia wanatoka nchi jirani. Lakini kwa nini haya yanaongezeka? Kuna kitu kinaandaliwa mbele ku kuna, kuna bomu linaandaliwa mbele ambalo kwa sura ya kawaida hauwezi ukaona, si unalala bana, unaamka unakula, huwezi kuona. Sasa mfano mfupi ndo haya, amekuja kufanyaje kutokea tasema kwamba ni kwa sababu ya uchaguzi, si kwa sababu ya nini? Kuna kitu kilikwishaandaliwa kwa muda mrefu na watu wakakizembea, lakini hasa nguvu ambayo iliyokuwa inatumika nikakuhakikisha kwamba wanawapoteza hawa vijana wetu, wanapoteza tabia zao, mnapangiwa tabia na nyinyi mnaingia moja kwa moja. Sasa familia lazima iwe na akhlaq iwe na nini na tabia Jamii lazima iwe na tabia iliyokuwa njema, lakini taifa lazima iweke misingi bora ya kuhakikisha kwamba inatengeneza rasilimali watu ya vijana ambao wenye tabia nini, wenye tabia bora. Ukifeli hapo, umefeli taifa zima. Lakini pia familia lazima iwe imetengenezwa na jambo linaloitwa uzalendo. Umefahamiana vizuri? Ukiwa na familia isiyokuwa na uzalendo, ni butu ukiwa na jamii ambayo haina uzalendo ni butu. Ukiwa na vijana wasiokuwa na uzalendo ni butu. nchi umeitengeneza mwenyewe, wakubanwa kodi mwenyewe, afu unaambiwa ichome na wewe unakwenda unachoma nchi yako. Unakosa uzalendo. Wewe pambana kwa ajili ya nini? Ya kuilinda nchi yako isivunjiwe heshima. Sisi ni miongoni mwa watu ambao waliokumbwa na vurugu vurugu fulani fulani hivi za mapinduzi mapinduzi ya 2010 mpaka 2011 kule mara mbili nimeashuhudia katika nchi ya Egypt. Sikupata kuona kwamba kuna watu vijana eti wanaandamana wanakwenda kuchoma miundombinu yao. Sikupata kuona, na waliandamana zaidi ya mwezi mzima lakini hawakwenda kuchoma nchi yao wala kuharibu miundo mbinu yao. Lakini leo sisi mtu anaona ni jambo rahisi na lepesi kwenda kuharibu nini, kuharibu miundo mbinu na kuchoma nchi yao, unamkomesha nani? Kwa hiyo lazima tuwe na nini, tuwe na uzalendo. Sipo hadithi maarufu bwana Watani, hubbul watani minal imani, kupenda mji wako ni moja katika misingi ya imani. Na hata wa, lile jopo la wanazuoni duniani walikutana Misri, nafikiri mwaka jana kama si mwaka juzi, wakaongeza katika ile misingi ya sheria za Kiislamu wakaongeza wa hubbul watani aulwatania, ule uzalendo pia ni katika misingi ya nini ya sheria za Kiislamu. Sasa haya yote haya nimeyasema kwa makusudi, kwamba vijana nyinyi ndio rasilimali watu na nguvu kazi ya taifa letu na jamii yetu. Mageuzi chanya ni natija ya nguvu zenu na mageuzi hasi ni natija ya uzembe wenu na ujinga wenu. Wote mnajua, hao wakina Thomas Sankara si walikuwa vijana? Wakina Patrice Lumumba si walikuwa vijana? Wakina Kasavubu si walikuwa vijana? Au historia ya msomi, wakina Kaunda si walikuwa vijana? Hey, Nyerere anachukua inchi, alikuwa mzee kijana? kwa kijana maana yake ni kwamba lazima mjitambue, lazima mjitambue kwa kuambatana na watu wenye tabia njema na kupiga vita fikra za kigeni zinazoingia kwa ajili ya kutusambaratisha sisi wengine. Kwa hiyo nitumie fursa hii adhimu na maridhawa washukuru wote kwa ujumla ambao mmekusanyika hapa.